Kwetu CCS ni furaha sana kwa kuwa na muungano pamoja na kampuni ya Redington wasambazaji pekee wa bidhaa za Apple Tanzania au tunasema authorized dealers and distributors of Apple Tanzania. Tuna bidhaa mpya sokoni tunaoitambulisha rasmi na Yas, lakini pia inakuja ikiwa na vitu vya ziada zaidi kwa wewe mteja, kukuongezea thamani, kuwawezesha Watanzania kuweza kuendelea kunufaika na huduma za kidijitali tunazozitoa, lakini pia kuhakikisha kwamba kila Mtanzania ananufaika na teknolojia ya hali ya juu inayopatikana kwenye simu hizi, lakini pia na huduma bora ambazo Yas Tanzania tunazitoa. Watu wengi tungetamani waimiliki, wawe nayo na wa experience vitu vizuri zaidi vinavyopatikana kutoka kwenye 16E. So 16E rasmi inaingia Tanzania na inaingia kwa ushirikiano rasmi na Yas. iPhone 16E utakaonunua kwenye maduka ya Yas inakuja ikiwa ina warranty ya miaka miwili. Maana yake sisi Redington tumeongeza hapo tuna make sure kwamba mteja wetu atakuwa safe kwa miaka miwili kikawaida ukinunua bidhaa ya iPhone kwingine kule ambako sio ya Redington itakuwa na mwaka mmoja. Ah, kupitia mkakati um, huu na muungano wetu pamoja na Redington tunamhakikishia mteja ambaye anajichukulia hii simu kwenye maduka yetu ya Yas, yani iPhone 16e, Aa, anaweza kupata kifurushi cha internet cha GB 96 ambacho ataweza kukitumia kwa mwaka mzima. Tunajua ukifungua box hii seal, sealed utakutana na simu pamoja na chaja yake kwa maana ya kwamba waya wa kuchajia power cable sisi tunakuongezea, utapata kingine cha extra kwa maana kwamba utapata bidhaa original ya kuchajia ambayo ni adapta ama kichwa cha chaji kwa lugha nyepesi. Lakini pia tutahakikisha kwa miezi sita ya kwanza tunakupa uangalizi wa karibu, kwa maana ya kwamba kioo chako cha 16e tutakuwa tumekikava, pia kina hapo kwa miezi sita ya kwanza. Kumana, kwa maana ya kwamba ukitokea namna yoyote jambo lolote kwenye kioo, basi sisi tutakurekebishia bure kabisa. Mteja anapoingia dukani na kujipatia hivi vitu, maana yake anaondoka akiwa amekamilika, ana simu, ana mtandao unaomwezesha kuweza kutumia, lakini pia ana kifurushi cha kumwezesha kuweza kuendelea kufurahia vitu vinavyopatikana kwenye simu lakini pia ana adapta ambayo anaweza kuitumia kwa ajili ya kuchaji simu yake. Hakikisha unapoenda kununua bidhaa hii ya iPhone 16e kwenye maduka ya Yas, ulizia kabisa ni bidhaa ya Redington. Na utaijuaje? Kwa sababu itakuwa inastika pembeni iliyoandikwa Redington. Tunaendelea kuwashukuru pia Watanzania ambao bado wameendelea kuchagua bidhaa zetu na tunaamini kabisa kwa muungano huu basi so, watatembelea maduka yetu yote ya Yas yaliyoenea nchi nzima waweze kujipatia simu hizi za iPhone 16e, wajipatie GB 96 bure, lakini wajipatie pia adapter kutoka Redington.